Swala la chips mayai eh, hivi huwa tunasema kwamba ni vyakula vya haraka eh, fast food. Sasa vijana ndio wanapenda sana hizi fast food, unaona. Sasa vijana na wao kwamba haya magonjwa sio ya kuambukiza, sio kwamba yanawaacha. Kwa hiyo na wao hivi vyakula tunavyoita fast food wakipendelea kula mara kwa mara, inakuwa ni tatizo. Kwa hiyo badala ya kula chipsi mayai eh, unaweza ukachukua viazi ukachemsha viazi badala ya kusema kwamba utumie kama chipsi e, uweke kwenye mafuta. Kwa hiyo unaweza ukachemsha au kachoma, e, kwa mfano hivi viazi vitamu e, e, kuna watu wanapenda kuchoma. Kwa hiyo badala ya kusema ule hivi ambavyo vimekaangwa unaweza kula ambavyo vimechomwa au kala vile ambavyo vimechemshwa. Kwa hiyo utakuta kwamba umeshaepuka na ili tatizo la kufanya nini la kula hivi e, viazi ambavyo vimetengenezwa kama chipsi ambavyo vitakupelekea wewe kijana kuweza kupata haya magonjwa yasiyo ya ya kuambukiza.